E bwana, moja kati ya vitu ambavyo tunavifahamu ambavyo vimeshawatokea wasanii kadhaa hapa Tanzania e, ni kufeli mara tu baada ya kujitoa katika e, ni kwamba kwa kawaida ni kwamba hawa wasanii bwana, huaga wakijitoa tu katika record label, lazima utaona wanaanza kusuasua, wanakwama wanaanza kuwa na stress, msongo wa mawazo, na wengine wanapotea kabisa katika game, wanaamua kufanya vitu vingine. E bwana, hii tumeona katika record label kadhaa kubwa hapa Tanzania. tumeona Kili na Chidi walijitoa Kings Music, wakaenda Konde Gang. Walipofika Konde Gang, nabo pia mambo yakawa meusi, wakajitoa na sasa hivi hatujui walipo. Kwa kifupi, ni kwamba hakuna project yoyote ambayo wameitoa mpaka leo hii, na hatujui nini ambacho kinaendelea katika maisha yao kwa ujumla. Hivyo basi hiyo sio tu kwa Akili na Chidi, lakini pia tumeona Angela naye pia alivyojitoa katika record label ya Konda Gang. Eh, ametrend kwa baadhi ya vitu vya hapa na pale lakini mpaka sasa hivi tukizungumzia kwa mwaka huu hapa 2025 tumeona naye pia amekaa kimya. The same applies. Sasa kwa mwaka kwa hizi record label nyingine kubwa kama vile Wasafi eh, bwana wasanii kadhaa ambao wamejitoa katika record label za, katika record label ya Wasafi eh, ni wachache sana ambao wamekuwa successful. Hapo tunaweza tukamtaja Harmonize yake ambaye ndiye aliyejitoa katika record label hiyo na maisha yake yakawa mazuri in a positive way, lakini wasanii wengine ambao wamejitoa katika record label hiyo, kiukweli, kwa namna moja au nyingine, tunaweza kusema kama vile eh, grafu zimeshuka eh, bwana status brand zimeshuka ukilinganisha mafanikio walikuwa nayo wakati wako katika record label ya Wasafi na sasa hivi walivyojitoa. Kwa mfano ukimtaja okay, msanii kama Rich Mavoko amekuwa uh, akijitahidi sana kurudi kwenye map au yeah, kwenye ramani ya muziki wa bongo flavor lakini still bado mambo hayajakaa sawa uh, tunaweza kusema kwamba kipindi kile wakati uko safi na sasa hivi ni vitu viwili tofauti kwamba sasa hivi ameshuka umeona bwana ukiachana Rich msanii mwingine ambaye pia ni msanii mzuri kama Rich Mavoko tunamzungumzia hapa Rayvanny ambaye watu wengi sana bado wanalalamika wanadai kwamba Rayvanny sasa hivi harakati zake haziendi kama the way ambavyo ilivyokuepo kipindi kile akiwa yuko Wasafi, umeona eh? lakini ukachana na Rayvanny pia eh, tofauti sasa imekuja kujitokeza kwa msanii Mbosso Kane. Mbosso yeye bwana, kidogo mambo yanaonesha wazi kabisa kama mambo yamekuwa tofauti na vile mambo yalivyokuwa huko awali umeona bwana eh, kwamba baada ya Mbosso kujitoa ni eh, kama vile mambo yanazidi kuwa mazuri kwa upande wake eh, anazidi kufanya poa, ngoma zinazidi kwenda tena to the maximum kwa sababu ngoma ya pawa ambayo ameitoa Mbosso hivi karibuni katika EP yake ya The Room Number 3 imeenda trending number moja, yani tokeo ilivotoka tu ikafika trending number moja na siku ya pili ikawa tayari na views takriban milioni moja na laki nne, jambo ambalo sio la kawaida umeona, japokuwa yuko nje ya record label ya WCB, japokuwa WCB hawati mpunga kwa ajili ya kupromote kazi za Mbosso kwa sababu sio msanii wao tena, umeona. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba Mbosso yuko na potential, umeona, tofauti na wasanii wengine ambao amejitoa pale WCB, ukimwacha Harmonize. Maana Lava Lava siwezi hata kuzungumza kuhusiana na issue yoyote kuhusu Lava Lava. So, tukirudi kwenye pointi ya Mbosso na Rayvanny. Eh, bwana Wabongo bwana, kama unavyoelewa hawana dogo; wameshaanza kumpiga madongo Rayvanny kwamba Rayvanny yeye, ukilinganisha career yake imeanza kulegalega tokea alivotoka WCB, tofauti kabisa na Mbosso jinsi career yake ilivyo. Ni kama vile career ya Mbosso inazidi kuinuka tokea alivotoka katika record label hiyo ya WCB, kwa sababu bando ya project za mwanzo kabisa alizozitoa zimeanza kwenda viral. Umeona eh? Tofauti kabisa na Rayvanny tokea alivojitoa WCB, ngoma ambayo inaenda viral ni labda awe ameshirikiana tena na

na hapa kuna comment hapa ndefu ya jamaa anaitwa Deno_TZ ameandika kwamba huyu ni deno, Deno, dakika kumi na moja zilizopita kuhusiana na huo mjadala ambao umeanza huko mtandaoni. Yeye amekuja akasema kwamba Mbosso anatesti tofauti sana na adimu sana kwenye industry yetu ya Bongo Flavor. Uimbaji wake ni tofauti na ndio unaomfanya awe bidhaa adimu sokoni, na ndiyo maana dogo amepenya licha ya kutoka usafini tena kapenya bila kutumia nguvu kama konde anavyotumia, umeona eh? wadau wanakuambia hivyo kwamba Mbosso ye wala hajatumia nguvu, hajatumia makiki, hajatumia kiki wala kusema sijui ame date na huyu ameachana na huyu au nini? No, nope. hajatangaza anataka kuoa, hajatangaza kwamba mapenzi anamtesa hajatangaza kwamba sijui anataka afanye chochote kile cha ajabu, ili mradi watu ampe attention. Mboso ameachia ngoma yake, ameachia kazi zake tu kimya kimya na zimeenda. Na kumbuka kwamba alikutana na changamoto, Diamond, kabla ya Mboso kuachia kazi. Mboso ametangaza kuachia kazi, kwa mfano kesho leo Diamond akaachia ngoma mbili, umeona eh, akaachia ngoma inaitwa Babu, akaachia na ngoma nyingine ambayo inafahamika kwa jina la Katam, lakini hizo ngoma zote huwezi amini zimepotezwa na ipi? ya Mbosso. Meona ndio maana watu wanakuambia kwamba Mbosso hatumii nguvu kama Harmonize. Wakaendelea okay, kusema kwamba Rayvanny uimbaji wake ni common sana kwa wasanii wengi sana, hana uniqueness, hana uniqueness yoyos, yoyote ile yaani hana unique testi yoyote kama wenzie wakina Mbosso na Konde, na ndiyo maana ana struggle sana kusurvive individually. Umeona eh huyu deno huyu, itabidi ni mfollow na mawe, anaongea point, umeona. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho amekizungumza. Ukimsikiliza Mbosso, ukimsikiliza mtu kama uh, kama Chino, ukimsikiliza mtu kama Jaiva, ukija ukimsikiliza na Mario, ukaja ukamsikiliza na Bade Badest na Rayvanny, wote wana, wana sound the same. Ushaelewa, yaani ukiwasikiliza wasanii wote hao staili ya mziki ambao anaoimba zinafanana, na ndo maana watu hapa wanakuja kusema kwamba Rayvanny ni ngumu sana kusurvive kwa sababu anaimba staili ambayo ni common, yani staili ya anazopita ya nazo Rayvanny baadae sasa anapita nazo hizo hizo wakina Mbosso na sorry no, Mario na wenzie lakini ukiangalia mtu kama Harmonize pamoja na Mbosso wana uniqueness, yani wana utofauti. Kazi zao ni tofauti kabisa, au nji, jinsi wanavyoandika, jinsi wanavyoimba sauti, melody, vocals, ambazo wanazipangilia katika ngoma zao ni tofauti, na ndo maana rahisi kwao wao kwa kuteka soko la bongo flavor hapa Tanzania. So kuna mtu mwingine, kuna page nyingine hapa wamekuja na mpia wameandika kwamba Rayvanny amuulize Mbosso anatumia mganga gani? Umeona, eh kwa hiyo watu hapa wanadai kwamba Rayvanny bwana, kuna vitu bado vya kujifunza kwa Mbosso. Akaandika kwamba kiukweli binafsi sijaona, um, sijaona Rayvanny akitoa hit song ya kusumbua mitaa baada ya kutoka WCB. Sijajua tatizo ni nini Rayvanny kwenye mziki um, ushawai, uh, anasema kwamba Rayvanny kwenye mziki ushawishi wake umepungua, sio kama alipokuwa WCB. Hii imekuwa tofauti sana kwa Harmonize na Mbosso hawa baada ya kutoka WCB moto wao umeendelea kuwa ule ule. Je, kwa Rayvanny tatizo ni nini? Umeona, umeona kuna mtu hapa amekuja kuuliza kwamba je kwa Rayvanny, tatizo kilichotokea, kilichotokea ni nini? Kilichotokea kilichotokea ni kwamba maneno ya baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii yakidai kuwa kutoka kwa WCB bure, lazima atapotea. Je, mbona Mbosso ametoka kwenye record label hiyo bure kabisa na hajapotea na bado kazi zake zinapendwa tena sana? Binafsi, eh, namshauri Rayvanny aende kwa Mbosso amuulize. Hmm, kuna peji hapa imeandikayo kwamba binafsi nashauri Rayvanny aende kwa Mbosso amuulize ni mganga gani anamtumia mambo hayo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.